IDRAS huu e, ni mfumo mpya wa, wa, wa, wa kielektronik ambao utatuwezesha kusimamia kodi zote na huduma zote za kodi za ndani. E, mfumo huu tunategemea tutauzindua tarehe tisa mwezi e, wa pili mwaka huu 2026. E, mfumo huu umeleta mapinduzi makubwa ambapo utarahisisha katika kutoa huduma kwa mlipa kodi na mfumo huu eh, unatuondosha una, una, una, una katika mifumo ya zamani ambayo ilikuwa inafanya kazi kwa kujitegemea. Mfumo huu umeunganisha mifumo yote eh, kwa kiasi kikubwa, kwa na maana ya kwamba eh, ukiwa unatumia mfumo huu, ile mifumo ambayo ilikuwa eh, haijaunganishwa kwa sasa katika mfumo huu imeunganishwa, na kitu kikubwa ni kwamba itaongeza ufanisi katika kusanyaji wa kodi na kutoa huduma bora kwa walipa kodi mlipa kodi itakuwa ita ni rahisi kwake kulipa kodi kwa kutumia mfumo huu, lakini vilevile mfumo huu e, unatuondolea yale makadirio ambayo watu walikuwa wanalalamikia, kuna kwamba kuna, kuna, kuna makosa ya kibinadamu e, unatupunguzia vitu kama hivyo, kwa sababu mfumo itakuwa imeunganishwa, makosa ya kibinadamu yatakuwa yamepungua kwa kiasi kikubwa. Naamini e, tunaenda pazuri. Kwa hiyo kwa siku ya leo e, tumewaita hao washauri wa kodi, kwa maana hili ni kundi muhimu sana ambayo inatuunganisha na walipa kodi wetu. Kundi hili likishaelewa, itatupelekea meseji nzuri kwa walipa kodi. Lakini kwa kipindi hiki ambapo kabla ya kuzindua, tutaendelea kuwafundisha makundi tofauti tofauti. Tumeanza na, na, na, na, na washauri wa kodi, lakini tutawaendelea walipa kodi wenyewe na tutazunguka maeneo yote ya mkoa wa Kagera. Kuna baadhi ya changamoto tulikuwa tunazifesi kama kutopata taarifa kamili za mteja pindi unapokuwa unafanya hesabu zake za mwisho wa mwaka, pia kukosa taarifa sahihi pindi nyaraka za mteja zinapokuwa zimekosekana kwa kupitia mfumo ili kuweza kuzipata. Na huu mfumo mpya umeturahisishia yaani kupata taarifa za mteja kwa sababu mfumo umeunganisha taasisi mbalimbali mbali. Yani mfano kama ulikuwa unataka taarifa kutoka taasisi nyingine, unaweza zote taarifa ukazipata kupitia mfumo huu mpya wa TRA. Huku nyuma tulikuwa na changamoto kidogo, kwa sababu tulikuwa tunapata shida ya kupata taarifa rasmi za wateja wetu, mimi kama mshauri wa mambo ya kodi. Lakini kwa sasa taarifa itatusaidia katika kupitia mfumo huu itatusaidia kupata taarifa kwa wakati, kwa mfano hatukuwa na taarifa za taasisi, hatukuwa na taarifa za VAT zilizokamilika. Lakini kwa sasa katika hali ya namna hii, hata sisi kwenye kutengeneza mahesabu na kushauri wateja itatuwia rahisi. Kwayo mfumo huu ita, unatusaidia, utatusaidia sana, maana utakuwa umelinki pia, na mtu anapokuwa anaingiza na, na forodha, tutakuwa tunaona vyote hivyo kupitia mfumo huu. Mfumo huu mpya utasaidia sana na utatulinki sana walipa kodi, mshauri wa kodi na maafisa wa TRA. Kwa hiyo tunawashukuru sana mamlaka ya mapato Tanzania.